Tunaendelea salama mkuu, tumempokea mgonjwa hapa. Eh, tumempokea mgonjwa kafika hapa baada ya kufika Chama cha Mapinduzi mkoa wa Iringa, tumetafuta ambulance hapa, itamtoa ita hapa kuja kuelekea Dodoma kwa ajili ya matibabu zaidi, kiongozi E, ndiyo. Na na mimi niliwasiliana naye jana, ndio kiongozi, akanieleza kwamba pamoja kwamba ame, ametoka lakini bado anahisi maumivu na anahitaji kwenda kufanya vipimo zaidi. Ndio mkuu, na mimi jana niliendesha harambee pale Mafinga kwa ajili yake. Ndio kiongozi ukapata milioni moja laki tano hamsini na tatu na mia tano ndiyo kiongozi. Na kwa maana hiyo, kama hali sio nzuri basi mimi naendelea kuelekeza kwamba ni vizuri akapata matibabu zaidi, na kwa sababu mimi nimeshaingia Dodoma basi nitafuatilia na kumpokea huku Dodoma, ndiyo mkuu. Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Iringa kiongoza na mwenyekiti wetu mzee Daudi Yasini, tumepokea maelekezo kiongozi na hata tumetafuta ambulance na tumempokea mgonjwa hata, na tayari na wataalamu wengine wa kumsindikiza na ndugu na familia wapo kwa ajili ya kuhakikisha anafika Dodoma Dodo, salama. Ndio na hizo ndo 4R za mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, na kwa sababu Chama cha Mapinduzi tunahubiri 4R hizo, tuna hatuna budi kuhakikisha kwamba huyo ni Mtanzania, huyo ni kiongozi. Kwa hiyo na yeye tunampa tuna, tuna, tuna, tuna, tuna huduma na kwa kweli kumsaidia. Na mimi jambo hili nimekuwa nikilisemea sana, na awe na amani familia iwe na amani, kwa sababu siasa hizi mambo ya itikadi haya, hata tukitofautiana lakini utu kama kauli yetu eh, eh, lazima uwepo na ndio maana sisi tunashughulikia hili kwa sababu ya kuthamini binadamu wenzetu, viongozi wenzetu, wananchi wenzetu. Ndio, okay. Kwa hiyo sisi tunamtia moyo, pamoja na kwamba mpaka sasa hajaonekana kiongozi yoyote wa Chadema eh, katika ngazi ya taifa, hata hao ambao walinzi wao ndo wamempiga, yani hata kuona tu kwamba achukue nafasi ya uongozi kwamba naenda kumpa pole, hamna kiongozi yeyote aliyefanya hivyo. Ndio mkuu. Kwa hiyo sisi tunampa pole na tunamhakikishia kwamba tutakuwa na yeye kuhakikisha afya yake inarejea na anarejea katika majukumu yake. Ndio mkuu, asante sana, niwatakie kila laheri, safari njema na Mungu awabariki sana na hatimaye mfike salama, Mungu awabariki mtokapo, mpaka mtafika, mtakapofika huko. Tunashukuru sana mkuu, na sisi tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu kini tunamwambia mm. pia datu aweze kufika salama hapo Dodoma. Asante sana mm. asante sana kiongozi. Kwa majina naitwa Onesta Kidenya, ni mdogo wake na mgonjwa mm. toka tarehe ishirini kwa sababu mimi naishi Makambako. Tarehe ishirini na tano usiku nilipigiwa simu, nikaambiwa dadangu anaumwa. Nikalala tarehe ishirini na sita nikapanda gari kuelekea Kibena. Nilipofika Kibena nikamwona dadangu hivyo, hali yake haikuwa ya nzuri sana, na akaendelea na matibabu, tukatoka kuelekea nyumbani. Tulipotoka kuelekea nyumbani, hali yake kwa tulipotoka pale hospitali alikuwa anaendelea vizuri, lakini baada ya kutoka pale kufika nyumbani, hali yake ikachenji. Ndo leo tukabidi tuanze safari kuelekea Dodoma, lakini tulipofika njiani, hali yake ikabadilika, ndio kama hivi vo, unavyomwona kwa mazingira tuliyopo, mpaka tutakapofika hospitali. Tunawashukuru sana kwa mchango wao mkubwa, tumelipokea na tunashukuru pia.